Mchungaji mmoja katika kaunti ya Nyamira nchini Kenya amekamatwa na polisi baada ya kushukiwa kumnajisi msichana wa miaka kumi na nne katika kanisa lililoko Ikonge. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa utawala wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea jioni ya tarehe 20 Aprili baada ya mwananchi mmoja mwenye wasiwasi kutoa taarifa kwa mamlaka za eneo hilo akidai kumwona mchungaji huyo mwenye umri wa miaka 42 akijifungia ndani ya kanisa akiwa na mtoto mdogo. Maafisa wa polisi walifika katika eneo hilo lililoko katika eneo dogo la Nyamira kaskazini na kukuta milango ikiwa imefungwa kwa ndani na taa zimezimwa. Baada ya juhudi kadhaa za kuwasiliana na mchungaji huyo kushindikana, ikiwemo kumpigia simu ambayo ilikuwa imezimwa, maafisa walimtafuta mke wake kwa msaada. Alipowasili na kuona funguo zikiwa ndani ya kanisa kupitia dirishani, mke wa mchungaji alionekana kuwa na mshtuko mkubwa. Mwananchi mmoja alitumia fimbo kuvuta funguo hizo kwa kutumia meza ya karibu. Mchungaji alitoka ndani na kuomba msamaha kabla ya kufungua mlango. Sehemu ya ripoti hiyo ilisema, polisi walipoingia ndani walikuta pea ya viatu vilivyodhaniwa kuwa vya msichana mdogo. Walipopekua jiko la muda lililokuwa pembezoni mwa kanisa, waligundua kwa mshangao kumwona msichana huyo akiwa amefichwa ndani ya pipa la lita mia tatu na kumi. Msichana huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la nane aliripotiwa kuwa chini ya malezi ya kanisa hilo. Mashahidi walisema kuwa msichana huyo alionekana kuwa na hofu na mavazi yake yalionyesha dalili za kuumizwa au kudhulumiwa. Tukio hilo liliripotiwa mara moja kwa afisa mkuu wa kituo OSIS katika kituo kidogo cha polisi cha Ikonge. Polisi walichukua hatua ya haraka na kuwapeleka mchungaji na msichana huyo kituoni kwa uchunguzi zaidi. Polisi wameanzisha uchunguzi rasmi na mtuhumiwa anatarajiwa kufunguliwa mashtaka. Wakazi wa eneo hilo wamelaani tukio hilo na kutaka haki itendeke haraka.